Unatazama shina la upeo ndani ya runinga ya Nabongo. Msomaji ni Serena Mdheu. Swadakta, mpenzi mtazamaji, kwa kuzidi kutegea habari zilizokuntu fasaha na tendeti. Ikiwa ni tarehe thelathini mwezi wa kwanza mwaka elfu mbili ishirini na sita bila shaka tumekuandalia habari kemkem zilizotukia, zinazotukia na zile zinazokusudiwa kutukia katika nchi yetu kuu ya Kenya. Ila kabla hatujakujuza hayo, tupate kwanza vidokezo. Tuna habari za taifa, habari za michezo na malimwengu. Tukianza na habari za taifa, tumpate msomaji wetu Joseph Mwinami kwa habari zaidi. Kiongozi wa wengi katika Bunge la Kitaifa Kemani Chung'wa amemkosea vikali katibu mkuu wa elimu Julius Bitok akimtaja kuwa hana mwelekeo kutokana na kile alichokidai ni uzembe na kutofanya kazi ipasavyo wakati wa kipindi cha mpito. Kwa mujibu wa Ichung'wa, wa Bitok hayupo karibu na changamoto zinazowakumba Wakenya wa kawaida, akisema hana uelewa wa kinachoendelea mashinani. una katibu mkuu asiye na mwelekeo kabisa katika Wizara ya Elimu, anakaa tu Nairobi na hana habari kuhusu kinachoendelea mashinani. Toka ofisini Nairobi, nenda mashinani ukabiliane na matatizo. Mimi ni Joseph na Bongo TV. Shukran sana mwinami Joseph, na kwenye habari za michezo tumpate Bradley Fella. Karibu kwenye habari za michezo. Mazoezi ya utamaduni na mipira inaendelea vyema, na michezo ya vyo vya walimu itafanyika katika chuo cha walimu vya lugari mnamo tarehe kumi hadi tarehe kumi na tano mwezi wa tatu hapa nchini Kenya. Shirikisho la michezo FKF imetoa onyo kwa wachezaji 15 hii ni baada ya kupatikana wakitumia dawa za kututumwa mizuli. Ratiba ya michezo kama kawaida, Madari United watakutana KCP Kakamega, Homeboys na Mara Sugar, Tasca na Posta Rangers, Gor Mahia na Sofa Paka. Kimataifa, Aston Villa mkandamiza RB Salzburg 3-2, Celtic kushinda mabao manne kwa mbili dhidi ya Utrecht, Lille kushinda moja bila dhidi ya ni Nice mabao mawili kwa moja, yafaini, Brady Liffella, na Bongo TV Bongo. Asante sana Bradfela kwa habari hizo za michezo. Hivi sasa nataka niungane na mwenzangu Brian Tabu kwa ajili ya habari za malimwengu. Habari za malimwengu leo ni kwamba Laura Messi kutoka Italia mwenye <coughs> umri wa miaka alijioa yeye mwenyewe kwenye sherehe ya harusi baada ya kungojea mwanamume ajitokeze amuoe kwa miaka ishirini. Harusi hiyo ilikuwa na wageni sabini pamoja na wasimamizi walioungana kusherehekea pamoja naye. Swali ni je, kati ya mwanaume na mwanamke ni yupi anayestahili kuambia mwingine kwamba yuko tayari kuingia katika ndoa? Ili kuladakua swala hili liliweza kupatana na au kukutana na wasikilizaji wetu, na walikuwa na haya ya kusema. So mimi ni Joyce Isabella na as for me mimi siezi siezi kubali. Okay, mimi siezi enda kwa boys, and then nikamwambia anioe kwanza. As from tradition, lazima boys aende kwa kina dem I'm um, claim hand in marriage. Hiyo ni si tradition ya past, still ina go on. So mimi sioni inaka tu weird, mimi ati mimi naenda kwa boys na mwambia ati anioe, hata ataku disrespect. So mimi na opposite. Mm, kwa majina ni Macy. Natokea kaunti ya Bungoma. Kwa maoni yangu mi naona mwanaume ya paso kumwambia mwanamke kwamba anataka kukaa naye katika ndoa. Cha kwanza ni mwanaume, kuna qualities fulani kitamba amekaa na mimi hiyo miaka kumi ama hizo ishirini. Kuna qualities fulani atakuwa ameona, kama kwangu mimi mwanamke mwana, ndio aseme mama, mimi nataka kukaa na wewe, ukwe mama wa watoto wangu. Cha pili hata iwezekani tu like hata kwa hii African countries like, haiwezekani mimi mwanamke niambie mwanaume ati nataka uwe mume wangu, haiwezekani. Ndio siku tunakosana, hakuja sema ati oh, ni wewe ulinioa, haiwezekani like, want... yo kwa majina mziza achambie hapa ni mimi <laughs> wallahi <laughs> mwanamke awezi niambia nimwoe so nitamariaje mwanamke aniambie, atokee tu hapo aseme <laughs> nataka niku aje Si lazima ni jiarenji hapo chambee. So, like utamweka kejani atafidi nini? Eh, like wakidi wakitaka kwenda chuo watafikaje? Eh, lazima lazima mimi mwenyewe ni jiarenji, ni mimi kusema, si mwanamke kuniambia. Walai haiyo haiwezi, nimekataa maoni yako ni yapi kuhusu swala hili? Nikiwa hapa studioni nataka niungane na vijana jinsi wanavyosema wahenga pia wanashangaa. Asante sana Brian Tab na Bongo TV. Asante sana Brian Tab kwa malimwengu hayo, na kufikia hapo, mtazamaji, mie sina la ziada, ila kabla sijafunganya virago vyangu na kuondoka hapa studioni, niruhusu nikujuze, ni kujuze kuwa fahari ya maisha ni kupambania ndoto yako. Raha ya maisha ni kushukuru muumba wako. Tunu ya maisha siku zote mtazamaji, ni afya yako, na zawadi ya maisha ni kujivunia mapungufu yako. Kwa wote waliofanikisha habari hizi, shukrani sana. Jina langu Serena Mudheu, na kutakia siku njema.